Yo, ebwana msanii Diamond Platnumz aka Simba la Masimba Dangote ameweza kujipata kwenye utata hapa a, baada ya yeye kuiba wimbo fulani wa Kingwendu nitakwenda kuelezea ni wimbo gani huu ambao Diamond Platnumz inasemekana ameweza kuiba e, mzee wa kukopi na kupesti huyu e, ambaye anajulikana kama vile Diamond Platnumz e, bwana, unajua a, Harmonize ameweza kudondosha wimbo wake. E, leo saa sita usiku ameweza kudondosha wimbo wake akiwa amemshirikisha Rude Boy, msanii flani mzuri tu ambaye anatokea maeneo ya Nigeria kule, ambaye alikuwa kwenye kundi flani la P Square ilikuwa linaundwa na Peter and Paul, lakini sasa hivi wote wengine anajiita Rude Boy, mwingine anajiita Mr P, walitengana kiasi. Sasa Harmonize aliweza kupiga kolabo na huyu Rude Boy eh, Ambayo kulabu yao imeweza kutoka leo saa sita usiku, lakini msanii damu ms <coughs> dam ni kama alikuwa na muinda Harmonize aingiliane kwenye kumi na nane zake, halafu aweze kumfumua sababu Harmonize sasa hivi ameingia kwenye kumi na nane za Diamond Platnumz. Hii ni kumaanisha Harmonize alikuwa anasubiriwa sana kwa hamu na gamu na msanii huyu Diamond Platnumz. sababu msanii Harmonize eh, kila yeye aki Diamond Platnumz akidondosha ki wimbo eh, anasema kama anajiamini ni dondoshe wimbo na adondoshe wimbo, lakini kila, uh, kila time E, wakipangana e, Harmonize akisema Ijumaa nitadondosha wimbo wangu, naye Diamond Platnumz akisema Ijumaa nitadondosha wimbo wangu pia. E, Harmonize na anagairi anarukisha tarehe, lakini sasa hivi msanii e, Diamond Platnumz hajamwambia Harmonize chochote, wamekaa kimya tu pale, akimsubiri e, ni lini ataachia wimbo wake na mimi niwachie wangu alafu tuone ni nani e, simba wa mziki wa Bongo Flavor mpaka sasa. Harmonize akaingia kwenye 18 za Mr. Damon Platinum aka simba la masimba Dangote, kwa sababu ni baada tu <coughs> ya msanii Harmonize kudondosha wimbo wake saa sita ya Ijumaa usiku huo. Baada ya kudondosha wimbo wake tu e, basi msanii Damon Platinum naye baada dakika a ama baada ya nusu saa akadondosha wimbo wake pia Asa. Harmonize wimbo wake amemshirikisha msanii ambaye anajulikana kama vile Rude Boy, lakini amemshirikisha amapiano, ambao amemshirikisha masterpiece ni DJ Lintoto, watu wengi, mawasanii wengi kama watatu hivi e, wanaotokea South Africa kule, naye, Harmonize amshirikisha uh, msanii mmoja anajulikana kama vile Rude Boy anayetoka maeneo ya Nigeria, na hata pia sio amapiano bali ni nyimbo tu love song ambayo um, inajulikana kama vile best couple uh, wengi wakiamini itakuwa ameweza kumwimbia msanii eh, kajala hii nyimbo, sababu ni nyimbo fulani eh, ya kimahaba hivi sasa. Diamond Platnumz wote wameachia nyimbo, nyimbo zote ni audio. E, lakini baada ya masaa nane e, Diamond Platnumz ikawa na e, e, ina views elfu arobaini alafu huku Harmonize ikawa ina views elfu sabini na sita Sasa hapa watu wengi wanasema kwamba e, msanii msani, msani, msani Harmonize atakuwa ameweza kumkalisha boss wake wa zamani ambaye anajulikana kama vile eh, Diamond Platnumz. Yaani hapa tunasema eh, Diamond Platnumz atakuwa ameweza kukalishwa na kijana wake wa zamani ambao ndiye Harmonize. Eh, eh, unamjua mtazamaji mwalimu anaweza akamfundisha mwanafunzi alafu baadaye mwanafunzi yule akaja kumpiku eh, mwalimu. Sijui nalizungumzaje swala hili. Eh, lakini baada ya nyimbo zote mbili kutoka eh, unajua waandishi wa habari hawakosi jambo bwana ameweza kuzichunguza na baadaye wakaja kupata kwamba msanii Diamond Platnumz kashafanya mambo yake tayari huko ya kukopi na kupesti kama kawaida unavyomjua. Huyu ni jamaa fulani ambaye anapenda kukopi na kupesti nyimbo za watu. Sasa hivi ameweza kuiba wimbo wa watu na ameweza, ameweza kukamatwa. Eh, sababu wimbo huu kuna kivasi fulani kinasema najishebedua huyu demu ni mapepe eh, ambao hii kabisa inaonyesha wazi ni wimbo wa msanii Kingwendu uliotoka zamani toka mwaka elfu mbili na kumi na mbili huko mwaka elfu mbili na kumi lakini Diamond pia ametumia kipande kile, eh, katika wimbo wake. Ni jambo ambalo eh, sio zuri, sababu Kingwendu mwenyewe anasema msanii Diamond Platnumz ametumia huu wimbo wake lakini bila ruhusa yake e, na hakuna shota alicholipwa yani, kiufupi e, Diamond Platnumz amemfukulia poa Kingwendu vile e, huko kumbukwe, siku ya nyuma Kingwendu aliitwa interview maeneo ya Wasafi pale na akasema, akawa anamwomba msanii Diamond Platnumz aweze kumnunulia gari. Sasa hivi nadhani Kingwendu atakwenda kununuliwa gari kweli kweli, sababu hapa Diamond Platnumz wametumia wimbo wake na Kingwendu ana haki kabisa ya kudai, uh, chochote, kudai pesa kutoka kwa Diamond Platnumz. Baada ya Diamond Platnumz kutumia wimbo wake bila idhini ama ruhusa yake. Hata kidai hapa sheria ikifuata mkono wake, basi Kingwendu atapata haki yake lakini kama ame, amefanya kama kum bless bro basi itakuwa ni hivyo hivyo. Sasa hapa e, watu wakasema Diamond Platnumz inatakiwa aache haya mambo mziki wa kukopi na kupesti. E, hata fika mbali, popote hataenda popote sababu mziki kama huu basi hawezi kuchukua Grammy kwa staili ya kuiba nyimbo za watu. E, bwana sijui nalizungumziaje. E, kuhusiana na jambo hili la Diamond Platnumz kuiba wimbo wa Kingwendu. E, bwana sio poa e, sababu Eh, ni bora wa msanii wa kuimba lakini msanii wa comedy, mtazamaji mwenyewe bado anajitafuta, alafu nakwenda kuiba idea yake, ni jambo ambalo Diamond Platnumz anaonyesha amefeli kabisa hapa. Sijui maoni yako, lakini mtazamaji, unaweza kandondoshia maoni yako ama pia comments zako kupitia comment section ya Umbea Media TV, ambayo inazidi kukujulisha na kukupatia burudani zote mzuka wote na habari zote za ulimwenguni zinazo trend basi inazidi kukudondoshea hapa, ila kwa sasa azidi kujionea video hizi kuhusiana na Diamond Platnumz na Kingwendu. <coughs> Alafu pia msanii Harmonize na wimbo wake, sijui ni nani hapa ameweza kutisha, naeza ukaniambia pale kupitia comment section, nimekuelezea unicomment ie pale, unaambia bwana, unahisi ni msanii gani ameweza kutisha hapa kwenye hizi nyimbo mbili, na pia unahisi ni nani kati ya hawa wote wawili, ni nani anaweza katuletea Grammy, eh, ama anaweza katuletea BET, eh, ikiwemo msanii Harmonize na huyu msanii Simba la Masimba Dangote, eh, basi Diamond Platnumz akiwa amekaa kimya pale, eh, mambo yanazidi kusonga, ah, kama hivi hajajibu tetesi zote kuhusiana na kuiba wimbo wa wow, Kingwendu.